Asalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatu, wa hakika gagana upwa hali walimkavu. Na hii leo katika Halaal Charity Tv tumewaletea kipindi maarufu, kipindi ambacho tunaweza kuangazia biashara za watu, kipindi kwa jina mwanga wa biashara. Na hii leo katika awamu yetu ya kwanza tumepata nafasi nzuri ya na kutembelea kijana wetu, ndugu yetu ndani ya duka lake, Daudi Spice Shop. Ungana nami hii leo inshallah tukiweza kumhoji kupata faida kutoka kwa ndugu yetu. Brother, Salamu alaikum. Wa alaikum salamu, Uh, wa wa wa barakatuh alhamdulillah. Kwa majina waitwa nani na hii biashara yako waitwa nini? Kwa majina naitwa Masud Daud Charo. Naam. Na duka langu naliita Daud Spices Shop. Naam. Daud Spices Shop. Pengine biashara uh, yako ulianza lini? Biashara nilianza mwaka elfu mbili na ishirini na moja Desemba. Uh, waambie watazamaji wa kipindi chetu hichi cha yeah, Mwanga wa Biashara, yeah, kwa kuwa ulianza Desemba mwaka 2021 ni yeah, kitu gani kilitupatia motisha wewe kuanza biashara kama hii? Kwa kweli, kwanza pengine nianze na historia fupi. Naam, uh, mimi biashara hii ya spices na michele kama hivi ndiyo ilonilea kutoka nikuwa mdogo, na kuwa namwona babangu katika mitikasi za spices duka najituma. Sasa ilinipa motisha wakuwa na mimi siku moja niweze kujitegemea binafsi zaidi kwenye upande wa biashara. Japo nimesoma, nimemaliza form four, nimemaliza university lakini nikaona kwenye biashara naweza na mimi pia nikatoa chance ya kuajiri vijana wenzangu na kuwapush wale wenzangu ambao hawakuweza kufika pengine ile daraja niliyofikia mimi. Na ndo katika motisha kubwa iliyonipa kufungua hii biashara. Nashukuru, mpaka sasa Allah ameniwezesha kufika hapa ndipo, Alhamdulillah. Umetaja uh, spices na michele. Ndiyo. Pengine nini nyingine biashara yako inahusika nayo? Na tuna deal na herbal, mtu pengine anaumwa na tumbo kuumwa na mguu. Zipo mafuta za kusugua zile nzuri za massage mm -hmm. Zipo dawa za herbal za kunywa kusaidia upande wa mtu pengine mpaka stroke dawa zipo, upande wa gas acidity H pylori sahii pia zipo dawa kwa hiyo ziko dawa tofauti tofauti, zipo spices aina nyingi, ipo michele, zipo cereal, ukitaka maharage, pojo, vitu kama hivyo, mafuta ya uto, vitu general tu za duka. Naam, shukrani sana kwa kweli, ningependa waambie watazamaji kwa yeah, kweli biashara nyingi watu wanauza spices wanauza michele, dawa pengine, hii yako ina utofauti gani na zingine? Eh, kitu kimoja, unajua siku zote katika kujitoa na wenzako mimi nilipendelea zaidi quality na, sababu sawa, kila mtu atauza mchele, lakini je, tofauti ya mchele wako wewe na mwenzako ni gani? Ndo hapo mimi nikajidedicate, hata kama tofauti yangu kwa bei itakuwa juu kidogo, lakini quality ya ile product yangu inakuwa juu zaidi. Ndo maana mteja akichukua kitu kwangu, akienda kwingine, inakuwa ngumu, anaiona tofauti kubwa sana, kwa hiyo atarudi tu kwangu. Ndiyo. Kwa hiyo najibase zaidi kwenye quality ya ile products unaoleta. Naam, shukran sana kwa kweli. Katika biashara mpenzi mtazamaji, navyojua ni changamoto nyingi sana mtu hupitia katika biashara ama katika mambo yote anayofanya. Ningependa kumuuliza ndugu yetu hapa, pengine ni changamoto gani wewe kama mwanabiashara umepitia katika biashara kama hii? Changamoto kubwa kwa kweli, kwanza ni ile trust ya mteja. Kugain trust ya mteja inachukua muda sana, sababu yule mteja kabla mimi nifungue kulikuwa na mahali a wanunua vile vitu kweli kabisa, na pengine wapata bei nzuri kuniliko hata mimi kweli. Sasa kipi kitamtoa kule kumleta kwangu? Ndo pale ninaporudi pale mwanzo mm -hmm. Quality ya ile product yangu ndo nijaribu kumvuta, lakini changamoto kubwa kwa kweli ni ku gain trust ya wale clientele ambao tuna deal nao. Lakini ukisha gain ile trust yao kidogo, kunakuwa na urahisi fulani kwenye ile biashara. Naam, naam. Uh, hiyo ni miongoni mwa changamoto lakini zipo De, nyingi, zipo nyingi, nyingi. Nyingi changamoto Aa, zipo. Pengine kajua katika maisha lazima kuna mahali utafikia utataka kukata tamaa na jambo fulani kulingana na hizi changamoto zako. Je, kuna wakati kweli ulifikia ukataka kukata tamaa kweli? Mm, siseme sana lakini mwanzo wa biashara unakuwa mgumu sana mgumu sana, sana sana na hilo wazo alitakosa kukupitia mara kwa mara shangaa kwa nini nako hapa, pengine ningekuwa nishaajiriwa mimi, manake digrii niko nayo, kwa nishaajiriwa nafanya kazi haina presha ile kazi. Lakini huku mimi nikajikaza, nikajizatiti, nikasema ipo siku na adamu Mungu wengine amewapa na mimi na imani atanipa na amenipa alhamdulillah, alhamdulillah. na kwa kweli uh, kulingana na changamoto ambazo umefanya na ukafika mahali utakata tamaa Deo. Na umetaja mambo ambayo umeweza kufanya ili kujiendeleza mbele, jipatia moyo morali hivyo vyote. Kwa hiyo swali lingine ni lazima kuna hatua ndogo ndogo ambazo umefanya ili biashara yako weze kuzika. Ndio. Ni hatua kama tutaje hatua kadhaa ambazo umefanya biashara yako zi, ki, ndogo, ndogo. Kwa kweli kitu muhimu zaidi ni kuangalia clientele wako wanahitaji nini. Naam. Siku zote kile ambacho hakiko mm -hmm. ukikiprovide unakuwa umerahisishia yule mteja mambo mengi ah. Sasa kuna vitu vidogo vidogo ambavyo watu wengi ilikuwa paka mtu aende marikiti, aende mm -hmm. majengo Mombasa Kingorani kuchukua. Mimi nimejitahidi kuwaletea hapa karibu, sasa wanakuwa wanachukulia hapa hapa, inakuwa mtu nampunguzia ile safari ya kwenda kote huko. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho kimesaidia sana kwa kweli katika ukuaji wa biashara. Uh, kwa kweli umezungumzia kuhusu kuwa na mamiliano mazuri na clients wako Deo. Je, unahakikisha vipi kuwa biashara yako inakuwa na uaminifu ndani yake? Uh, swali zuri sana umeniuliza brother, na kitu kikubwa zaidi ni kumkimbia huyo adui mmoja anaitwa tamaa. Sababu unapokwenda kununua mali, uko peke yako na mteja ashakuamini kuwa mali unaoleta ni mzuri kwa sababu ya previously ashatumia ashaona sasa ukienda ukianza kubadilisha badilisha mule ndani, ambao ndo mtihani mkubwa wafanya biashara wengi wanapitia huwa unakuja unafeli. Sababu tamaa mwisho wake huwa ni mbaya, lakini ukijitahidi kujizatiti, kuleta mali bora na kutengeneza bei nzuri, mteja kwa kweli unamshikilia milele daima na pengine katika bidhaa zako Yeah. Bidhaa zako unahakikisha vipi kuwa ni za halal? Yeah. na pengine ziko salama kwa wanunuzi? Yeah. wala ambao anatumia bidhaa hizi. Swali so, zuri pia. Kwanza kabisa watu ninawamiliana nao kwenye biashara nahakikisha kuwa nawajua vizuri nawajua vizuri. Je, yeah. huyu biashara yake naye iko vipi? Sababu lazima kama mtu wa retail, kuna wholesaler wangu nah. na wholesaler pia kuna distributor wake well, so lazima nifuatilie hiyo chain nijue je yeah chain yangu ni mzuri na ufanya nao biashara, je, wako sawa sawa na okay. Nikiona wako sawa sawa na stick nao. Jambo kubwa linaloharibu ni ile kurukaruka, leo niko kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu, unapata ile mali sengine inakuja kuja na dosari Kwele. Lakini ukinunua kwa mtu mmoja, mali ikiwa na dosari, mimi na uwezo wa kumpigia simu nimwambie directly bana e, kitu fulani fulani unachukua kwako, sasa hiki kimebadilika, nini mbaya? Naomba nirekebishie. Na inahakikisha e, ile quality assurance yangu iko juu sana na hiyo ndio inanisaidia sana ku maintain quality ya products zangu. Naam. Ah, swali lingine ni uh, katika kimsingi kim wa Kiislamu ama wa kidini ryo, ryo. Pengine kuna aya ama kuna hadithi yoyote ambayo inakupatia morali ya wewe kufanya biashara kama inakupush wewe kama kijana kwa tekeleza kwenye biashara na Uislamu si mambo ya aya hadithi wala nini? Naam. Uislamu umebeba dini nzima. Mm -hmm. Umebeba kila kitu na, kuanzia unapoamka asubuhi mpaka unaporudi kulala. Kweli. Kwa hiyo Uislamu kama dini yangu ndio inayoniongoza kwenye biashara kiukamilifu hasa. Okay. Kwenye hadithi ile ya aya na hadithi ya kuhusu mizani, jambo kubwa sana kwenye dini ambalo ukikosea kidogo tu kesho siku ya kiama utakuja kuliona. Kweli kabisa. Sasa kuogopa hiyo ya kesho, bora leo nipime. Sawa, ili kesho niende nikiwa mkamilifu kabisa. Kwa hiyo kiukweli Uislamu unatu guide kwenye maswala yetu yote ya kimaisha si biashara tu. Biashara jinsi ya kumiliana na wateja, jinsi ya kumiliana na ndugu, wazazi na, na, kila mtu. Nashukuru sana kwenye hili ndugu yangu. Wewe kama kijana ki, ki ambao yeah. umefanya unafanya, uko ndani ya sekta ya, ya biashara kama hii, uh, pengine biashara yako inasaidia vipi vijana wenzako ama familia ama watu katika jamii kijumla? Kwa kweli marafiki zangu wengi wameona kile ninachojaribu kufanya, mm -hmm. na kimewapa motisha mkubwa no. sana kuwa kama mwenzetu ameweza kujitahidi na akafungua mradi wake kama huu, mm -hmm. mbona na sisi tusifate ushauri kwake, pengine tuanze vipi, tushikilie wapi, tukanyage vipi, zile steps za hatua za kuchukua ili nao waweze kujisimamia pia nao. Na nashukuru wengi tumeweza kusaidiana kimawazo pengine kushikana mkono hapa na pale, na wengine wameweza tayari kujisimamia kivyao. Nao. na wengine bado tuko katika mikakati ya kutengeneza zile program ili wakaweze nao kujisimamia, kama ni kwenye biashara, ni kwenye mpangilio wote ule wa kimaisha, ili aweze kujimudu maisha yo. Naam. Uh, kwa hakika, kila jambo mtu anafanya ako na ndoto ya baadaye itakuwa je? Ndoto yako kuu katika biashara kama hii ni gani? Mi ndoto yangu kubwa kwa kweli ni kuweza kufungua mradi mkubwa zaidi no. branches nyingi zaidi nikawezi kusaidia, hasa target yangu kubwa ni vijana wenzangu no. ambao kwa sababu moja au nyingine wengine hawakupata nafasi kama niliyopata mimi maishani, niweze kuwashika mkono, kuwanyanyua, mtu apate kujimudu maishani no. kwa kweli, hiyo ndoto yangu moja kubwa, na ninaimani Mungu ataifikisha inshallah. Uh, katika sekunde zetu sitini za biashara katika kipindi hichi, ningependa kumpatia fursa ndugu yetu aweze kujieleza biashara yake ili aweze kuwaeleza nyinyi mnaosikiza ni sababu gani ambayo nyinyi mtaweza kuja kununua vitu toa kwake. Kwa hivyo, brother, sekunde sitini, utueleze biashara yako, unapatikana wapi, una bidhaa gani na gani, uambie wateja watarajiwa wa Halal Charity TV. Bismillah. Sasa mimi ndo naitwa Masud Daud. Duka langu nimeliita Daud Spices Shop But soon we may rebrand to Zanzibar Spices Shop. Zanziba, uh, napatikana Mtwapa, nyuma ya msikiti mkubwa Jibran ambao msikiti wenyewe uko opposite na halal supermarket. Sasa so, specifically niko hapa na deal na spices, michele, madawa kidogo ya herbals, dawa za massaging za kusugua wa mwili, watu wa maumivu nini and many other stuff sasa so, najitahidi kwa kweli katika mali zangu kutafuta the best quality of the products available ili wateja wangu wapate kufurahia wanapotumia mali yao. Sasa mtu akinunua hapa, unaiona tofauti kubwa kulingana na kwengine, unapopata kwengine kwa bei rahisi zaidi kuniliko, lakini tofauti ya ile quality haiko negotiable. Quality yangu iko always on top. Na kwa nambari za simu, napatikana pengine whatsapp ukinipigia kwa 0769004452 unanipata kwa simu ya kawaida WhatsApp, ukinifuata pale TikTok utafuta Zanzibar Spices Shop, Instagram, kote unanipata social media zote. Shukran jazilan, karibuni sana. Kwa hakika, penzi mtazamaji, umeweza kusikia kutoka kwa brother wetu kuhusu biashara yake, na swali la mwisho ipenda gusie jambo muhimu sana Uh, ni wasia gani ama jambo gani ungependa kuambia watazamaji ama ndugu zako wa Kiislamu kuhusu wewe mwenyewe ama kuhusu biashara yako? Kwanza kabisa ningependa kuambia ndugu zote Waislamu wakubwa na wadogo wa kujituma kwenye maisha ni jambo muhimu, sababu limeandikwa kwenye vitabu vyote la Qurani na, na vya hadithi za Mtume na siku zote kwenye kutoa riziki ni Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo tujiamini, tunapofanya lolote tunalofanya, uwe ni mtu wa mjengo, uwe ni mtu wa boda, uwe ni mtu fanya kazi ya duka, uwe unajituma kinamna gani kwenye maisha, usikubali kusahau na kuamini kuwa Mungu peke yake ndiyo mweza na ndiyo atakayekuwezesha kwenye jambo lako. Lengine ni kuwashukuru ndugu zangu kutoka kwa Halaal Charity TV kwa kutuweza kutuangaza ili watu wapate kutuona kwenye jitihada zetu za kimaisha na kutupa pengine soko kubwa zaidi kwenye mtandao, ili ipate kuonekana mbali zaidi na kutufikishia ujumbe wetu mbali zaidi kwa wengine ambao hawajapata kutuona kufikia sasa. Kwa kweli, mpenzi mtazamaji wa Halal Charity TV, ndani ya kipindi hichi cha mwanga wa biashara umeweza kufaidika kutokana na biashara aliotuelezea kijana wetu Masud Daud hii leo tukiwa katika duka lake hili mmeweza kuona aina aina mbalimbali mbali ya mambo ambayo vijana wengi wanaweza kufanya katika biashara ili kuweza kujikuza na jamii. Kwa kweli hili ni jambo ambalo rafali shike mkono, na ningependa mpenzi mtazamaji, wewe uweze kutufolo Subscribe kwa channel yetu ya YouTube ili uweze kupata mengi na mengi zaidi kuhusu biashara za vijana na biashara za watu wote katika jamii. Mikoa wako al-akh, Yusuf Musa na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wiki ijayo.